Leo wapendwa familia ya Mungu, tunaadhimisha Dominika ya Nne ya Majilio, Mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka Isaya sura ya saba aya ya kumi hadi ya kumi na nne. Somo la pili ni kutoka Warumi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya saba, na injili ni Mathayo sura ya kwanza aya kumi na nane hadi ishirini na nne na zaburi ni juma la nne. Utangulizi: Mungu anazungumza kabla hajazaliwa. Ndugu wapendwa, kabla Kristo hajazaliwa Betlehemu, neno la Mungu lilikuwa tayari linazaliwa katika masikio ya wale waliokuwa tayari kusikia. Dominika ya nne ya majilio ni wito wa kuacha kusubiri kimazoea na kwanza kusubiri kwa moyo unaosikiliza. Maandiko yanatangaza, Bwana mwenyewe atawapa ishara Isaya, sura ya saba aya kumi na nne. Mungu asubiri ruhusa ya mwanadamu ili kuokoa watu wake, anatenda kwa sababu anatupenda. Sehemu ya kwanza, Mfalme Ahazi, dini ya midomoni tu na hofu ya kweli ya ndani. Mungu anamwalika Ahazi, omba ishara kwa Bwana Mungu wako, Isaya sura ya saba aya kumi na moja. Ahazi anakataa kwa maneno ya heshima Sitamjaribu Bwana. Sura ya saba, Isaya aya kumi na mbili. Lakini ndani ya moyo wake tayari alikuwa ameamua kumtegemea mwanadamu, si Mungu. Maandiko yanasema yana, watu hawa huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami, na Isaya sura ya 29 aya kumi na tatu. Ujumbe wa maisha: kuna Wakristo wanaojua maneno ya imani, sala, maandiko, lakini hawaishi imani. Kuna watu wanaoonekana wacha Mungu, lakini wanaishi kwa hofu kuwaogopa watu au kupoteza maslahi mengine ya kidunia. Amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu, Yeremia sura ya kumi na saba aya ya tano. Sehemu ya pili: ishara ya Mungu, wokovu unaotokea kimya kimya. Mungu anatangaza bikira atachukua mimba, atazaa mwana. Isaya sura ya saba, aya ya kumi na nne. Mungu hakuja kwa makelele ya dunia, bali kwa unyenyekevu wa tumbo la mwanamke. Hii ni njia ya Mungu, nguvu ndani ya udhaifu. Neema yangu ya kutosha, maana nguvu Ukamilika katika udhaifu Wakorintho wa pili sura ya kumi na mbili aya ya tisa. Ujumbe wa maisha usidharau mwanzo mdogo wa kazi ya mungu katika maisha yako mungu anaweza kubadili historia kupitia hatua ndogo za utiifu wa mungu Sura ya tatu, sehemu ya tatu Yosefu moyo usiohukumu upesi Injili inasema Yosefu alikuwa mtu mwadilifu Mathayo sura ya kwanza aya ya kumi na tisa. Haki ya Yosefu ilionekana katika uamuzi wake wa kutomhukumu Maria hadharani Kabla Mungu hajazungumza Yosefu, tayari alikuwa amechagua rehema. Ndipo malaika anasema usiogope, Mathayo sura ya kwanza aya ishirini. Na Yosefu anatenda, alifanya kama alivyoagizwa, Mathayo sura ya kwanza aya Ujumbe wa maisha, Mungu huwakabidhi siri zake wale wenye mioyo ya unyenyekevu. Rehema ufungua mlango wa ufunuo. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mathayo sura ya tano Saba. Sehemu ya nne, Yesu ni jina linalotudai toba ya kweli ili kutuokoa. Malaika anasema, utamwita jina lake Yesu. Mathayo sura ya kwanza aya ishirini na moja. Sababu ni hii kwa maana atawaokoa watu wake katika dhambi zao. Yesu hakuja kutufanya tujisikie vizuri tukiwa katika dhambi, bali kututoa katika dhambi. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo sura ya nne aya kumi na saba Ujumbe wa maisha: kukutana na Yesu bila kubadilika ni kujidanganya. Neema haifuti wajibu wa kuacha dhambi. Mtu akimpata Kristo amekuwa kiumbe kipya Wakorinto wa pili, sura ya tano aya kumi na saba. Sura ya tano. Sehemu ya tano: Imanueli, Mungu anaingia kwenye historia yetu. Injili inahitimisha nao, nao watamwita jina lake Imanueli. Mathayo sura ya kwanza aya ishirini na tatu. Hii maana yake ni kwamba Mungu hakuja kuwa mtazamaji wa mbali bali mshiriki wa maisha yetu niko pamoja nawe katika taabu Zaburi ya 91 aya ya 15. Ujumbe wa maisha Mungu yupo katika uchovu wako. Mungu yupo katika machozi yako. Mungu yupo hata pale ulipoanguka. Bwana hawaachi wale wala awa hawatu, hawatupi. Waibrania sura ya kumi na tano aya su, Waibrania sura ya kumi na tatu aya ya tano. Hitimisho Fungua moyo, usijifungie kwa hofu. Ndugu wapendwa, majilio hayatuulizi kama tunajua habari ya Kristo, bali kama tuko tayari kumpokea. Alikuja kwake, lakini walio wake hawakumpokea. Yohane sura ya kwanza aya kumi na moja. Leo kama Yosefu, chagua utiifu, kama Maria, chagua unyenyekevu, kama muumini wa kweli, chagua toba, basi Kristo atazaliwa ndani ya maisha yako na ulimwengu utatambua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Natanguliza baraka na furaha nyingi kwenu kwa sherehe za Noeli na mwaka mpya. Usiache kulaiki, kushea na kusabskraibu katika Habari Njema Chanel ili uwe wa kwanza kupewa habari moto moto za Krismas na mwaka mpya. Mwisho nauliza ninyi ambao mmenunua nguo mpya za Krismas tayari